Uh, nilikuwa namwambia mtaalamu Andrew hapo kwamba leo nilikuwa na jambo langu kidogo nilitamani nitumie dakika kama tatu mpaka tano hivi kuweza kuliwasilisha, alafu tutaingia kwenye uchambuzi na baada hapo mambo yataenda yataendelea ya mingine kama ambavyo tumejipanga. Ya, na jambo lenyewe hasa ni kuhusiana na na maombi ambayo nimeyapokea mengi sana kutoka kwa wafuatiliaji wetu wale ambao wako very loyal toka mwaka jana. Yes, nimekuwa nikipokea message za watu wananiambia, bwana hebu hebu tuwekee utaratibu tuweze kuwasapoti kwa sababu mnatoa elimu ambayo sehemu nyingine watu wanailipia kwa gharama sana. Eh, yametolewa hayo maombi. Sasa nikasema baada ya kupokea message nyingi, na sisi tamaduni zetu za Kiafrika, kuna watu nakwambia bwana, akija akikukaribisha akakupa maji usikatae maji. Maji wakati mwingine kukataa maji haimaanishi tu kwamba wewe huyahitaji. Ila inakuwa ni kama dharau fulani kwa watu ambao wanakupatia huo msaada um, ama, ama hilo jambo na hii nikasema hata nisiongee nisi na, na, na na, na, kina Mr. Forte wanaweza wakasema hapana bwana, sisi tunafanya tu eh, ee, nikasema ngoja ni bypass kwa moja kwa moja. Kwa hiyo leo nataka nizungumzie hii kitu hasa kuhusiana na support ya kifedha, nimeona nilitilia manani na niliweke kwenye kwenye action. Uh, hii ni jambo ambalo litakuwa sio la lazima, ni issue ya mandatory, ni issue ya voluntary kabisa Uh, kwa wa, kwa wewe ambaye unaona kabisa ise hao wadau wanafanya jambo la msingi sana na wanastahili kupata support uh, na ukweli ni kwamba nahitaji support yenu, nahitaji support yenu kwa sehemu kubwa sana uh, sababu kubwa naweza nikasema ziko mbili. Sababu ya kwanza uh, ukweli ni kwamba income, uh, ambayo inaweza nikasema inatokana na hii kazi kwa sasa hivi ni kiasi fulani kidogo kwa hiyo nalazimika kuwa na mapambano mengine ili kuiweka sawa ya, ila kama ikitokea Mtanzania eh, mmoja anasema bwana, wewe hebu acha mambo mengine yote weka nguvu yako yote hapa, basi nadhani itakuwa ni jambo jambo. Lakini jambo la pili, imekuwa kiu yangu kuweza ku reach out vijana wengine mashule na vitu kama hivyo. Toka muda mrefu nimekuwa nikizungumza haya ya, lakini wakati mwingine resources zinakuwa ngumu. Resource mtu ziko nyingi sana Afrika, tumekuwa tunaambiana hivi. Hata Mr. Fortes kwenye presentation zake umekuwa unasema kama resources watu wako wengi sana ila, tunapokuja kwenye kwenye kuchakata resource kuzitumia, ndio inakuwa changamoto na limitation moja wapo huwa ni finances ya. Kwa hiyo support yako inaweza ikatusaidia sisi kupata resource watu ambao wakatusaidia kufikisha malengo yetu mbali zaidi, kuwafikia vijana, kutoa elimu zaidi kule ndani kabisa. Yes, kwa hiyo ni jambo kubwa. Sasa namna gani unaweza kutusupport? Uh, cha kwanza kabisa nitumia na fursa hii pia ku appreciate team kubwa sana support. Kubwa ya kwanza naipata ni Orbit Securities, kwa hiyo shout out to Orbit Securities. Uko liko naomba unisaidie kufikisha eh, makofi mengi sana kwa Orbit Securities. Wao tayari wameshakubali kunisupport financially yes, kuna namna fulani wananiposhi wana mbele na, shukrani nyingi zianze kwa Mr. Fortius, yeye ndo amekuwa Bennett kuhakikisha kwamba eh, Obit wananielewa vizuri na tunakaa kwenye mstari mmoja. Kwa hiyo, shout nyingi sana kwa Mr. Fortius, tunaona kabisa ni mtu ambaye haongei maneno matupu, lakini zaidi hapo yes, kuna wadau wawili watatu ambao sitatamani kuwataja na wao walishanitafuta mara chache, wakasema, bwana unafanya kazi nzuri, hebu tupatie account number. Kwa hiyo na wao pia shout out kwao, sitawataja majina kwa sababu hawajanipa hiyo ruhusa. Yes, kwa kuendelea namna ambazo wewe unaweza ukaendelea kutusupport, cha kwanza ni kwa, ku, kwa kutangaza kama ni product zako au biashara zako kwenye hii session. Nilishawahi kutangaza hapo uh, kabla kwamba uh, sasa kama unafanya biashara kama una, una product zako unauza, unaweza ukatumia platform hii kutangaza, na nitakuchaji fee kiasi fulani kwa kutangaza session hii. Wako wadau kadhaa wanaangalia session zetu hatujafika kiwango cha kuangaliwa na watu milioni moja kama Mr. Millard Ayo, lakini naamini tunaweza kuwa na msaada fulani. Kwa hiyo njia ya kwanza tunaweza ku support, lakini uh, okay, kwa maelezo zaidi tutawasiliana. Tunaweza tukawasiliana alafu nitakupa maelezo vizuri tunafanyaje mtakato. Ya Ila cha pili unaweza ukasupport kwa kudoneti kiasi cha fedha moja kwa moja kwenye akaunti ya benki. Na katika kudoneti cha msingi ambacho utakao ukifanya ni kwenye kuandika message pale. Kwa sababu kwenye hivi vipindi vyetu huwa wanakuwa washiriki wengi, sio mimi tu peke yake. Eh, kuna kuwa na mimi, kuna Mr. Fortius, kuna Andrew, tuna wageni wengine ambao wamekuja. Kwa hiyo kuna wakati fulani unaweza ukasema bwana, mimi Mr. Fortius amenitoa kimasomaso, ingaje hajui, lakini amenivusha kwenye daraja. Mimi nataka nimguse Mr. Fortius. Hebu fanya hilo jambo. Mr. Fortius hii Nimeona, ni bypass, ni sio hata ruhusa yake najua angekataa, eh, hata kama polisi haziruhusu na namna gani tutatafuta namna ambayo polisi zitaruhusu ili support yako iweze kumfikia Mr. Fortius ama Andrew ama Madam Morelia ama mtu mwingine yeyote ambaye unasema bwana nitakuwa nimemgusa. Kwa hiyo unaandika tu pale kwenye message kwamba bwana, this is support kwa ajili ya mtu fulani. Alafu na mimi nitahakikisha inafika. Lakini pia inawezekana una support kwa ajili ya elimu ifike mbali zaidi, unaweza ukasema kabisa bwana hii support ni kwa ajili ya kuafikia vijana sehemu fulani, mimi nitajitahidi kufanikisha hilo jambo ili tuweze kupata kama ni material, kama ni nini tuweze kufikisha kwa kama ni kwenye shule moja ya msingi ama vitu kama hivyo. Yes, na taarifa za benki ndio hizo hapo, kama unavyoweza kuona unaweza ukapata screenshot hapo, lakini pia nimesema kwenye maelezo hapa chini kwenye neno more, ukifungua mkeka utakuta pia nimeandika account number hapo na uwezo wa kuikopi na kuipaste, alafu ukafanya huo muamala sko. Yes, kikubwa ni hicho, nikawa nimesema niweze kukileta hapa kwa heshima kubwa ya wale watu ambao wamenisitiza mara kadhaa kwamba bana, hebu fanya neno, fanya jambo tuweze kuwasupport. Kwa hiyo yeah, naomba ni nikamilishe hapo.